Na pono wa msiba asante baba, taarifa ambavyo nilipata kutoka kwa meja na jinsi ambavyo umeguswa kwa namna moja au nyingine na msiba huu, unaweza kutupa hisia zako. Uh, ni msiba mkubwa sana na taarifa nilizipata kwa kutoka kwa meja mwenyewe, amenipigia simu saa 11 alfajiri usiku wa kuamkia mechi yetu na Mbeya City uh, amenipigia, amenipa taarifa hizi za msiba kikubwa nimezipokea kwa masikitiko makubwa, ukizingatia Meja mimi ni rafiki yangu na sasa tumelekea, kwa kama ndugu, kwa ni familia kabisa, na ndio maana umeona kabisa kwamba leo nimeweza kuwa hapa katika eneo la tukio. Na mara nyingi tunaona kwenye nyimbo mbalimbali za Meja lazima atataja majina ya wachezaji kama wewe umetajwa na watu wengine, urafiki wenu huwa unaunganishwa na nini sana, nini sana? Akanivyokwambia Meja ni familia kabisa na ni ndugu yangu kabisa, kwa hiyo uwepo uh, uh, hapa katika msiba huu uh, inaashiria kwamba mimi na yeye ni watu wa karibu na ni ndugu yangu kabisa. Kwa hiyo uh, yote kwa yote, niseme kwamba nimekuja kuzika ku, ku, ku amefiwa uh, na mama yake. Ni msiba mkubwa sana uh, pia nichukue fursa hii kumpatana pole sababu tulivyoongea nilimba pole, lakini pia uh, kupitia uh, media hizi uh, niseme tu uh, pole Meja. Nafikiri ni anapitia wakati mgumu. Tunatambua msiba wa mama ni, ni, ni, ni kitu kikubwa sana kwa hiyo namwombea tukwa Mwenyezi Mungu a, a, a, ampe moyo wa uvumilivu katika kipindi hiki kigumu. Wewe ni mmoja kati ya wasanii ambao ni rafiki wa karibu, kama ushawahi kubahatika enzi za uhai wa mama yake, kama ushawahi kuja hapa labda, e, nini ambacho unakikumbuka kimeacha kama alama kwako, kama rafiki wa meja e, kwa marehemu mama yake? Kikubwa, mama yake alikuwa na, na upendo sana na ni mtu ambaye anapenda aa, watu wote alikuwa anatupenda sana marafiki zake Meja visa, kwa sababu uh, anaona kabisa mwanayo mikono salama ya marafiki uh, salama. Kwa hiyo niseme tu kwamba pia mimi kama mtoto um, kwa sababu tayari Meja alikuwa ni rafiki yangu ni mtu wa karibu Uh, niseme kwamba namwombea dua mama apumzike salama na siku zote, hakuna uh, kingine ambacho tunaweza tukakifanya, ni zaidi ya, ya kumwombea dua kila siku. Lakini pia tuko na digala hapa, mmoja kati ya wachambuzi wa soka la Tanzania mwenye heshima kubwa kwenye taifa la Tanzania. Kaka, kwanza pole kwa msiba, lakini pia ongera hapa, kwa kuwepo hapa, kwa sababu unaonekana kwamba ni mtu ambaye unagusa pia maisha ya watu wengine kuwepo kwako kuna kitu ndani yake. Hisia zako kutokana na huu msiba mzito ambao umetukuta kwa maana e, ya mama yake Meja um, kutangulia mbele ya haki. Nafikiri Meja uh, ni msanii wa muziki lakini ukiacha eh, kipaji chake cha kuimba muziki pia ni, ni mwanamichezo na ni kijana ambaye eh, pamoja na na, na talenti zake lakini ni kijana ambaye tunaishi naye katika maisha ya kawaida. Kwa hiyo eh, uwepo wangu hapa kwa, ni kwa niaba ya chombo changu cha habari kwa maana ya Clouds Media Group. Sisi wasanii ni vijana wetu, ni wadau wetu wakubwa ambao wanatufanya tuendelee kuexist eh, kwa muda mrefu sana tumekuwa nao, na Meja ni mmoja kati ya wasanii ambao sisi tumekuwa naye kwenye eh, promote na ku make sure kazi zake zinakwenda zina, zina mbele kwa wasikilizaji kupitia kwenye platform zetu, lakini kama nilivyosema hapo awali, pamoja na usanii wake au mfanyi Meja Kunta kuishi kwenye kisiwa kama msanii anaishi kama kijana kama vijana wengine ambao sisi tumetoka uswahilini, anajichanganya na ndio maana unaweza kuona kuna watu wengi hapa e, sio kutoka kwenye tasnia ya muziki peke yake, kutoka kwenye pia kiwanda cha michezo, kwa sababu yeye ni mwanamichezo na ni kijana ambaye anajihusisha na mambo mengi sana ya kijamii koo, ndio maana tumekuja hapa kumpa support, lakini pia kuhakikisha tunampumzisha mama yetu kwenye nyumba yake ya milele. Na tumeona wingi wa watu hapa msibane hii kwako, unaweza kaweka comment gani kwa sisi vijana ambao tunaishi maisha ya uswahilini kama huku, lakini unapotokea tatizo tunakimbiliwa kama hivi? No, cha kwanza kabisa sio lazima uwe ni mtu unaishi uswahilini ma, mara popote pale uwe unapoishi ulipojaliwa kuwa haikuzuii e, wewe kujihusisha na masuala ya kijamii, na tunafundishwa em, na wazazi wetu, viongozi wetu kwa sisi ambao tumesoma e, tumesoma dini, tunaelekezwa pia kwamba pamoja na mambo yote ambayo tunafanya hapa duniani ni muhimu sana ku, kujihusisha kujiattach, na mambo yanayohusu jamii yetu inayotuzunguka. Kwa hiyo kwenye maisha yetu tunaoishi, ukiwa ni mtu wa jamii, mambo ya kijamii yanakugusa, naona shiriki siku na wewe kikukuta jambo lolote e, la, la, la huzuni kama hivyo, na kwenye mwenzetu Meja Kunta mefiwa na mamake, lakini pia kuna e, mambo mengine ya kijamii ni ya furaha e, umeelewa. Unapata sapoti ya watu wengi ambao unakuwa unaishi nao katika mazingira hayo. Kwa hiyo kuna fundisho kutoka kwa mwenzetu Meja Kunta ya kwamba umati wote unaouona hapa, watu wote unaona hapa ina tafsiri namna gani, yeye binafsi amejiposition kwenye jamii. Kwa hiyo ni jambo la kujifunza, na sisi tuchukue kutokea hapo kwenda mbele. Pole sana kaka. Nashukuru. Lakini pia tunaye na wewe na, na Meja ni watu marafiki sana, mara nyingi tunasikia kwenye nyimbo zake na vitu kama hivyo, labda neno lako kutokana na msiba huu mzito ambao umempata Meja Kunta kwa kumpoteza mama yake. Ibrahim Ojibu, neno lako ni lipi? Mi napenda kumpa pole na kujipa pole kwa wote kwa kumpoteza bi mkubwa, lakini pia kumtia nguvu, kwa sababu ni jambo kubwa limempata kumpoteza mzazi, lakini kama mtoto wa kiume inabidi ya yaani, ajikaze ili jambo hili kwanza tulimalize, alafu pamwe yingine akupata. Pole sana asante. Lakini kakaangu Mbwiga siwezi kumwacha mzalamu huyu ame yupo hapa kakangu, yeah. kakangu... Yeah. Pole kwanza kwa msiba kakambwiga, lakini unaweza kusema chochote kwa sababu ya tukio hili ambalo limegusa miaya watu wengi na kujisha machozi machoze. Ah, mimi niseme tu kwamba linapotokea tukio kama hili ni wewe mwenyewe kwanza, mfiwa ndo unafarijika farijika. Mfarijika kivipi? Kwamba wewe ukiwa unawenda kwenye misiba ya watu au shughuli zozote za kijamii lazima na vitu kama hivi unaona, kama leo na tasnia mbalimbali kama mi mfano, mee gari la mkaa. Ndio maana hata unaona ndevu zako nyeusi, mie zangu nyeupe. Gari eh, eh, la mkaa, trip shamba, trip gereji. Lakini unaona kama mfano huyu apashabara la mwanangu, uwanja alikuwa anachezea, kuna uwanja mmoja unaitwa Kinyasi uwanja wa Kinyasi kona napigwa upande mmoja tu. Ajibu Migomba mwanangu, yani mwanangu wa kitaani kabisa. Shafi Dauda mkubwa wangu wa kazi, lakini pia mdogo wangu na mimi captain kwenye timu, unaona bwana. Sasa mimi natoa tu wito kwa sisi ambao magari ya mkaa, ambao tuna garage, ambao alolo eh, apeche, unaposikia hata misiba vijana kama hawa tunakuja. Mpira kocha, unajua ndio maana timu ikifungwa afukuzwa wachezaji, afukuzwa kocha. Kwa hiyo, hapo bosi wangu japokuwa mkubwa kazi, lakini mimi lazima niambie bwana. Uh, kapteni anambia, uh, wapi, hivi hivi vitu havipangwi mm. Unapotokewa msiba, inabidi wewe ushiriki, na ndo utamaduni wetu sisi wa Tanzania, na kususa, kama umekaa kidogo chuoni au seminari, hivi vitu ni vitu vya kawaida hasa, lakini ukiwa mwanamichezo na mwanamichezo kweli, sio mwanamichezo wa Instagram tu na na Facebook, aa, mwanamichezo sasa ndo unapatikana sehemu kama hizi, kwenye upendo, kwenye sehemu ngumu kabisa ndo unabidi unatokea sehemu kama hizi, kwa upande wako urafiki na Meja Kunta ambaye amefiwa na mama yake mzazi. Kwa mara ya kwanza labda wapi iliyounganisha wa kama utahitaja fiesta basi sasa sawa, umehitaja supu bila chumvi mimi. Hakuna fiesta ambayo daanni Tanzania anazunguka Mbwiga nikawasimu naona bwana Mbwiga, lazima mie niwepo kwa sababu sisi ndo tunaitwa fagia, fagiafagia njia kwawe, kwa hiyo we, kwa na sehemu mkoa yote ikifanyika fiesta, sio huwa tunatangulia wiki nzima. Hmm, melewe bwana tukishafika wiki nzima, ndio maana mimi sasa hivi kutokana na kampuni yangu ya Clouds People Station sisi wazalamu, unajua kutembea sio sana sana, kutoka Bigwa utakwenda Nyamalonda, utaenda Mkiu, utaenda Bungu jaribu umumu. Lakini sasa hivi mimi unambii Mbeya, unambii Mwanza, tena kila mkoa mimi na maskani sasa. Hawa vijana hawa um, mara nyingi tunapata bahati ya kupanda nao, labda usafiri wetu uswakima, unajua uswakima barabara, unaweza ukawa na Juma Nature, ukawa na Meja Kunta, ukawa sijui na nani, inategemea na mkoa gani amepangwa. Kwa hiyo tunapiga stori mle umo tena mna kijana muna, kama meza mabalini vimo sawa julikane mrefu lafu tunafarijiana tunachekana mle, kama yule nani msanii nani huyu Baba Levo, hmm. Akikutana na ule nani ule mwenye mtumbo mkubwa mkubwa ule anaimba imba Msechu, hmm. Wale wakipanda kwenye basi basi wao wanataniana kuanzia mwanzo hadi mwisho. Muona bwana, ukikuta sijui Afande Sele akikutana sijui na Juma Necha, yani ndio hivyo, yani kuna kuwa na burudani nje ya burudani. Sasa kwa vitu kama hivi vikitokea lazima mkongoni uwepo e. Mendo mkubwa ni mkubwa, mindo mkubwa mkubwa wa jiko ni chumvi haipande e, bei ya shuki thamani ndio maana unaona e. Watu wengi wanapenda kujiuliza Mwiga huwa maneno anayatengeneza mapema nayaweka kama kichani kwake, au yanatoka hapo kwa hapo? Hebu tuambie leo. Njaa tu kiwa na njaa kila kitu utakijua. Ukitaka kujua mbio za kinyonga choma moto msitu huyu. <laughs> <laughs> eh, sikajua mpira njaa, na huyu kajua mpira njaa, hauna cheti sasa hivi kapteni wimbo, wimbo sasa hivi unajua unausikiliza una t huo wimbo. Huyu ndo anashika kitambaa mwanangu, mwenyewe una comment gani katika hii? Mimi sina comment kwa sababu Mbwig yani ananijua tokea mdogo sana. Kama nilivyokwambia kuna uwanja ambao unaitwa nyasi, uwanja ni wa kona, anapiga upande mmoja. Kwa hiyo, yani inaonyesha ni jinsi gani kwamba ananifahamu vizuri sana <laughs> noma sana yeah. Neno lako ni lipi kwa sisi vijana ambao tunakuwa kwenye maisha ya kawaida na tupo kwa maana ya kutegemeana, tuachie neno lako? Mimi ninachosema tu, tabia njema ni silaha, utapendwa popote pale. Kwa hiyo kijana wetu ana tabia njema na hao wote wanaona hivyo kwamba hakuna kitu cha kubatiza. Ndio nikakwambia kwamba daftari ukiliona zito, utabeba mfuko wa simenti. Ukiwaheshimu wazee, ukiwasikiliza walimu, ukisikiliza jamii jinti wanachokitaka na hata nyinyi ambao mnafanya shughuli kama hizo, mimi huyu mkubwa wangu wa kazi, lakini rafiki yangu sasa, usipate jina kidogo ukatembea kama umebeba midoo ya maji. Kapteni huyu kapteni pia alikuwa kwala, kapteni Simba, kapteni ama kapteni huyu boss lakini mimi ndo captain wake kwenye timu sasa, sio ukipata jina kidogo unatembea kama umebeba midumu ya maji ah! <laughs> sio hivyo, sio sawa sawa. Kwa hiyo jishushe, ili Mungu akupandishe. Hmm, akupandishe. Yeah, jishushe ili Mungu akupandishe. Ibrahim Ajibu anamaliza kwa neno moja tu, lolote anataka kusema leo <laughs> <laughs> kwenye Ibla sio mwongeaji sana, lakini aongee chochote tu anachotaka kuzungumza leo. Tunampa pole bwana Aridi kwa kupoteza kiungo muhimu katika maisha yake, na tunaba, Mwenyezi Mungu ni mkubwa, apumzike salama. Mwenyezi Mungu ampunguzie adhabu ya kaburi. Mmeniamini kwamba Ibrahimu wajui kuongea kabisa, yani mbele ya vyombo vya habari, yani maneno yale yale karudia, simerudia hivyo hivyo. Asante sana.